Kwa wasiofahamu, Mama Mongella alikuwa kinara wa mabadiliko ya haki ya wanawake, sio Tanzania na Afrika tu, lakini pia duniani mm. Na sisi, nikiwemo mimi ambaye na, natambua, naona na nashabikia nafasi za wanawake katika uongozi na utumishi wa nchi na uona mchango wa Mzee Mongella waziwazi -wazi. Ni wazi kwamba mama yetu Mama Getrude Mongella asingeweza kusimama kidete kutetea haki na nafasi ya mwanamke katika jamii na katika dunia kama Mzee Mongella angekuwa mpinzani wa, wa jambo hili. Kwa hiyo kwangu mimi Mzee Mongella ni kinara wa mabadiliko ya haki za wanawake duniani. ametoka mbele yetu hapa Mheshimiwa Spika, yeye ni kielelezo cha mafanikio ambayo wanawake wamepata katika kuaminiwa na aisha. Lakini vile vile wamepita maspika wengine akiwemo Mama Anne Semamba Makinda ambao nao ni matokeo ya Beijing, lakini pia rais like wetu Samia Suluhu Hassan ni matokeo ya Beijing. kwa kwa sisi tunaojua nafasi ya mwanamke tunaojua uwezo wa wanawake na tunaojua utumishi wa wanawake kwetu sisi, mzee Mongella ni shujaa wa kipekee, lakini <laughs> pia kipekee, namshukuru Father George Nzungu ameongea maneno mazito sana, ameongea maneno ya hekima, ameongea maneno hata mimi, watu wenye vifua vigumu kama mimi tunamuelewa. <laughs> Nakushukuru sana baba padri. Ametuasa kwamba kila kitu kinapita, mali zinapita, madaraka yanapita. Hatuna sababu ya kutopendana, hatuna sababu ya kujengeana chuki. Tuungane kujenga nchi huku tukijua wote tunapita. Baba padri, wito wako tumeusikia, lakini vile vile amesema tu umoja wa nchi yetu haujapatikana kirahisi, umepatikana kwa tabu. Wazee wetu wamehangaika, na wengine ndio hao, mmoja wao tunampumzisha leo, wamehangaika nchi yetu hapa. Ameomba tulinde umoja, amani na mshikamano, ameomba tukwepe kubaguana, na hayo alipoambia baba babaa, kusema ukweli, kama kila mtu akiyafata wa sisi, CC wana CCM tukifata, watu wa vyama vingine vya siasa wakiyafata, tutafika mahala wote tutajivunia